Vyama vya kuna vichwa kuwapata mawakala, lakini mageuzi mapya usafirishaji Dar es Salaam. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti laku la Mwananchi, linasema mageuzi mapya usafirishaji Dar es Salaam. Lakini waliomuua muuguzi KCMC kunyongwa, waliomuua muuguzi KCMC kunyongwa. Lakini kilipojificha kitanzi mikataba ya mikopo eh, kilipojificha kitanzi mikataba ya mikopo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti laku la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini habari kubwa ndani ya gazeti la Mwananchi ni mageuzi mapya ya usafirishaji Dar es Salaam. Samia, Dkt Samia ahidi mipango mipya akigusia ujenzi wa miundombinu na kero za msongamano, achimba mkwara, ataka watu wasitishwe. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii, asubuhi ya leo, lenyewe linaanza na habari inayosema mirungi ilivyofungashwa kama chakula biskuti zenye bangi vya naswa. Mirungi ilivyofungashwa kama chakula biskuti zenye bangi za naswa. Lakini lala salama ya kampeni doria za polisi za tawala. Lala salama ya kampeni doria za polisi za tawala. Lakini habari kubwa ni Samia atoa kauli nzito. Eh, huyu ni dr Samia suluhu Hasani, eh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atoa kauli nzito ni kuhusu uchaguzi mkuu, ilani kwa ajili ya wenye ulemavu yazinduliwa. Ada tadea cha umma watangaza msako wa kura dakika za mwisho. Lakini panya wa Tanzania aweka rekodi ya dunia, Ginesi. E, panya wa Tanzania aweka rekodi ya dunia Ginesi. na mtihani wa darasa la nne leo ukiwa na Kifaransa, Kichina na Kiarabu. E, mtihani wa darasa la nne leo ukiwa na Kifaransa, Kichina na Kiarabu. Hiyo eh, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii eh, tuangazie ndani ya gazeti lako eh, gazeti lako la Uhuru lenye linatuandikia habari inayosema mtihani wa kujipima kitaifa darasa la nne kuanza leo eh, mtihani wa kujipima kitaifa darasa la nne kuanza leo lakini vyombo vya habari vyapongezwa kuripoti vyema taarifa za uchaguzi na Dr. Samia awaonya watu wenye nia ovu, eh, Dr. Samia awaonya watu wenye nia ovu. Lakini mchimbi ahidi huduma za afya kwa Watanzania. Na SMZ yasifu mageuzi makubwa miaka mitano ya Dr. Mwinyi. Yule habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini tukiacha gazeti lako la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti la Zanzibar Leo lenye habari kubwa kwa kipaumbele inasema tutasimama tutasimamia rasilimali za Zanzibar. Huyo ni Othmani. Lakini Dr. Mwinyi, tutaendelea kumwenzi di hayati Karume. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tutaendelea kumwenzi hayati Karume. Na kapigeni kura hakuna maandamano, hili ni kauli kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hasani, anasema kapigeni kura, hakuna maandamano. Lakini sadiki inatarajia uchaguzi e, wa uwazi, kuaminika msowora asema. Lakini serikali imeleta mabadiliko makubwa ya maendeleo Pemba. Huyo ni Hemedi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika DCA ya kamata kilo 10763 za dawa za kulevya, lakini samia ajitoa sadaka kwa amani ya Tanzania. Mwalimu ahidi kuondoa barabara za vumbi Dodoma, lakini Wenje ataja sababu za kukwama katiba mpya na natuachana gazeti la taifa Tanzania, tuangazie gazeti lako la jamvi la habari lenye linaandika doyo wa ahidi kurejesha leli ya Masasi da na kuanzisha mkoa mpya wa kusini lakini, d Samia asisitiza Oktoba 29 ni siku salama. Dr Samia asisitiza Oktoba 29 ni siku salama, lakini wanafunzi wa darasa la nne zaidi ya milioni moja laki tano na themanini mbili elfu na mia arobaini kufanya mtihani leo na kesho. Ya wanafunzi wa darasa la nne milioni moja laki tano themanini na mbili elfu kufanya mtihani leo na kesho, hiyo ni habari kwenye gazeti la kura jamvi la habari ukurasa wa mbele, pate nakele yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la uelekee ukurasa wa mbele lenye linaandika Samia tokeni mkatiki hakuna tishio Oktoba 29 huyu, eh, ni Dr Samia asema tokeni mkatiki hakuna tishio Oktoba 29 lakini Waziri Ulega atangaza ujio wa Jangwani mpya. E, Waziri Ulega atangaza ujio wa Jangwani mpya, lakini huduma za afya zitapatikana kila kilomita tano. E, huduma za afya zitapatikana kila kilomita tano. Hiyo ni ambayo inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini kichana gazeti lako la uelekeo, tuangazie gazeti lako la mtanzania leo. lenye inaandika Tanzania ya kwanza maziwa makuu kutoa vyeti vya kufanya kaguzi za meli. Lakini wanafunzi milioni 1.5 kuanza mtihani wa darasa la nne leo, na mradi wa hii itjudism waleta mageuzi makubwa ya kidijitali. Lakini shule ya yatima Bethsaidia yaomba mchanga mchango ya uendeshaji. Na Dr. Samia kumaliza kero ya maji Dar es Salaam, ahidi kukamilisha bwawa la Kidunda litahudumia mikoa ya Dar Pwani na Morogoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na uwazi, lenye linaandika habari kubwa inayosema malaikwani Kilimanjaro walani wanaohamasisha maandamano. E, malaikwani mkoani Kilimanjaro walani wanaohamasisha maandamano. Lakini Rais Mstaafu wa Ufaransa Nicolas Sarkozy aanza e, kutumikia kifungo jela na Dr. Samia aleta mageuzi makubwa yudizim. na Dr. Samia, niliapa kulinda utu wa Tanzania na ndicho nitakachokifanya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini habari leo gazeti lako asubuhi ya leo linaandika e, wanne jela, kesi ya kujaribu kuteka Kibaha. Lakini nyundo wenzake kufutiwa mashtaka shtaka moja e, nyundo na wenzake kufutiwa shtaka moja. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu.

kwenye gazeti lako la habari leo upate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Raia Mwema lenye ukurasa mbili linaandika onyo kali, Rais Dr Samia Suluhu Hasani abeza wanaoporomosha matusi. Wiki ya moto wagombea urais wa sambaa kila kona kusaka kura. Lakini samia shujaa aliyepindua meza, sheria rafiki kufanikisha dira 2050, na bodaboda -boda sasa donda ndugu ya machimbo ya chafua hewa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Wamachinga sauti ya wa wanyonge lenye linaandika e, zura wakulima, muwe mabalozi, mafunzo ya kukuza uchumi e, ujuzi. Lakini Samia aonya kuelekea Oktoba 29, waangalizi wa chaguzi sadiki wawasili, wasisitiza amani. Hiyo ni habari kinapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa ukura mbele huku gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa linaandika Dr Samia atuma salamu kwa wanaofikiria kuandamana. Eh, Dr Samia atuma salamu kwa wanaofikiria kuandamana. DCA ya kamata tani kumi za dawa za kulevya yatoa onyo kwa wanafunzi na, na bodaboda. Lakini wakulima kuweni mabalozi, eh, wa mafunzo ya kukuza ujuzi, eh, na wanazuoni kujadili uchumi, eh, mm Morogoro leo. Hiyo ni habari kweni gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari inatohabarisha Yanga striker, hakuna viingilio, lakini prison yaikandamiza Mbeya city goli mbili kwa sifuri. Gamondi, nilitumia akili kumsajili Chama, lakini Simba wana nasibu kuimaliza Nsingizini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini gazeti lako la Machinga linaandika Pantevu, tunaanza upya mechi na nsingizini lakini mbili eh, katika dabi lena Prison ilichapa Mbeya City goli katka nasai, kwenye gazeti lako Machinga ukurasa wa michezo hukugazeti lako Raia, Raia Mwema lenye linaandika auchogumzo Yanga Morocco bingwa wa dunia U-20, eh, lakini Joeli Kachi ashisha eh, ashinda tuzo ya EMA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia e, eh, mwema au kura michezo huku kuna habari leo naandika Yanga ya futa viingilio mechi ya Jumamosi, e, Yanga ya futa viingilio mechi ya Jumamosi Twiga Stars kuivaa Ethiopia leo. Hiyo ni habari inapatikana kwa gazeti la kula habari leo ukurasa wa michezo, ukura michezo. Lakini kwenye gazeti lako la uelekeo linaandika Simba yawaonya mashabiki wake ni kuelekea mechi yao na nsingizini Jumapili. Lakini Winnie Odinga anamshukuru fali pupa kumwenzi Raila eh, Odinga. Yanga Silva Streka, hakuna kiingilio kwa Mkapa. Hilo ni gazeti lako la uelekeo ukurasa wa michezo. Huku jamvi la habari linaandika Simba na pantevu siopoa ise, lakini kuhusu kocha mpya Yanga nabiatia neno. Hilo ni gazeti lako la jamvi la habari, lakini gazeti lako la uhuru linaandika Simba Yanga Azam sigida zahidi kuwapa raha mashabiki lakini Taifa Tanzania, kuwaona Yanga dhidi ya Silver Strikers, hakuna kiingilio, ni bure. Ahmed Ali, tunawashukuru mashabiki kwa kulipa faini, e, kafu. Lakini polisi kuwasaka wanaosambaza picha, video zinazokiuka maadili, hilo ni gazeti la kura Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini huku gazeti la kura Zanzibar leo linaandika kuziona Yanga na Silver Strikers ni bure. Simba yalilia kiapo Nsingizini Hotspurs. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini tukiachana gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo, tuangazie ndani ya gazeti lako la Mwanaspoti lenye linatuandikia Senzo awataja wa Sauzi Nsingizini, yapiga mkwara mazito, kocha afunguka. Lakini kumekucha mabosi waitana, e, kumekucha mabosi waitana, Da City kuna kitu inapatikana. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa, e, wa ukurasa michezo. Pata nakala yako kwa habari